Mheshimiwa Spika, katika mjadala wa hoja za bajeti, Mheshimiwa Mrisho Gambo, mbunge wa Arusha Mjini, aliwasilisha tuhuma nzito kuhusu miradi miwili mikubwa inayotekelezwa na halmashauri ya jiji la Arusha, yaani ujenzi wa jengo la utawala la halmashauri na ujenzi wa soko la Semunge. Katika yote mawili, aliibua hoja zinazodai kuwepo kwa upotevu mkubwa wa fedha za umma, matumizi mabaya ya madaraka na mchanganyiko wa vipimo uliopelekea ya malipo yasiyo ya halali. Mheshimiwa Spika, kwa heshima kubwa kwa heshima ya bunge hili na, na kwa maslahi ya taifa nina wajibu wa kuweka bayana ukweli wa mambo haya. Taarifa ya uchunguzi na ufuatiliaji imekamilika. Kwa kibali chako Mheshimiwa Spika, tutakuwa tayari kuiwasilisha mbele ya bunge lako hili tukufu kwa namna utakavyoona inafaa, lakini kwa unyenyekevu mkubwa niruhusu niseme maneno ya mwisho kabisa, maneno ya mwisho kabisa. Mheshimiwa Spika, TAMISEMI ni wananchi na TAMISEMI ni serikali hasa, TAMISEMI ni serikali hasa. Niwathibitishie wa Tanzania hakuna senti ya wa watanzania iliyopotea katika miradi yote hii miwili. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Spika, ni muhimu tutofautishe hoja za kujenga na lugha za kuchomea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 linaruhusiwa ama haliruhusiwi, na kwa sababu lazima iwe eh, ndani ya muda fulani. Kwa hivyo siwezi kusema nitamsikiliza kesho. Mwongozo, mheshimiwa Gambo. Mheshimiwa Spika, nashukuru sana kwa fursa hii. Naomba mwongozo wako. Wakati mheshimiwa waziri anahitimisha, alitoa maelezo ambayo alinigusa moja kwa moja kwamba maelezo aliyosema ni ya uongo, lakini mheshimiwa Spika na taarifa kwamba jiji la Arusha walisaini mkataba wa bilioni sita na milioni 441 na katika mkataba huo nilitoa maelezo katika bunge lako hili kwamba kuna badala ya kuandika meter square, waliandika cubic meter, ya kuandika mita square waliandika cubic meter 1128 ambayo ilisababisha kuongeza kiasi cha milioni 22 la. Lakini nilitoa maelezo pia kwa badala ya kuandika mita square 734 waliandika kibiki mita ambayo ilisababisha kuongeza gharama bilioni bilioni 1 bilioni 575616 ambayo ni sawasawa na bilioni 1.8. Kwa hiyo mkataba ulioingia wa bilioni 6.241, kiuhalisia ulitakiwa ni mkataba wa bilioni 3.46. Pamoja na mapungufu hayo kuelezwa, lakini bado halmashauri ya jiji la Arusha waliweza kumlipa mkandarasi kiasi cha shilingi milioni 666 ambayo ni sawasawa na malipo ya awali ya bilioni sita wakati kiuhalisia alitakiwa mm -hmm. alipwe milioni mia mbili themanini na sita kwa kulikuwa kuna ziada milioni mia tatu themanini mm -hmm. lakini pia mkandarasi alipo malipo ya awali ya milioni tisa Mheshimiwa Gambo. Gambo, ili tuende vizuri, ndio hayo unayoyasoma yalikuwa sehemu ya ule mchango wako ambao sasa hivi umesimama ukieleza kwamba waziri amesema, umesema uongo Ndiyo, Mheshimiwa Spika. Ama haya ni mapya? Hapana, yalikuwa ni sehemu ya mchango wangu ambao ni zaidi ya bilioni moja na milioni mia nane. Oh, zimeingizwa sao kinyume cha mkataba na hakuna marekebisho. Kwa hiyo naamini Mheshimiwa Waziri amepotoshwa, kwa hiyo ilikuwa naomba kama inawezekana. Bado mwongozo wako, ngoja ili tuelewane vizuri. Mheshimiwa Waziri wakati anajibu hakujibu hoja yako moja moja na sababu ni moja tu, kwa sababu mimi siku ile baada ya wewe kuchangia nilimwa, nilimwelekeza Mheshimiwa Waziri kwamba wafuatilie hayo mambo ambayo umeyasema, na leo wakati akihitimisha amesema kwa ufupi, kisha akasema anasubiri nitatoa muda lini, kama nilivyokuwa nimeahidi. Kwa hivyo ni mpaka atakapotoa sasa ufafanuzi wa hayo mabilioni, kwa sababu yeye hajataja hicho kiasi unachokisema wewe kwenye mchango wake. Hajasema yeye, amesema kwa ujumla lakini mheshimiwa Spika ametaja kwamba kuna soko la Samunge ambalo hakuna ubadhilifu wowote, na mimi sikusema kwamba kuna ubadhilifu kwenye soko, soko la Samunge, bali nilisema kuna milioni mia tano zina miaka miwili kwa ajili ya so. machinga na mpaka leo hazijatumika. <laughs> Kwa hiyo maelezo yake aliyoyatoa amepotoshwa nao ao waliwatuma. Naomba mwongozo wako mheshimiwa Spika kwa upotoshaji huo ambao mheshimiwa waziri ameufanya hapa bungeni, mheshimiwa <laughs> wabunge Kwanza, <coughs> nianze na hili la mwongozo, kwa sababu kama nilivyotoa ufafanuzi, mheshimiwa waziri ameeleza kwa kifupi, akitaka apewe nafasi kama ambavyo nilikuwa nimeahidi, ili atoe ufafanuzi juu ya hoja ya mheshimiwa Gambo, na maadamu hiki kinachoombewa mwongozo kinahusiana na hiyo hoja, basi tutasubiri muda atakapopewa mheshimiwa waziri wa kufafanua hapo. Sasa ndio atakuja na hoja zinazofuata, mheshimiwa Gambo. Sasa kwa hiyo kwenye jambo hili lililoombewa mwongozo na mheshimiwa Gambo hakuna mwongozo unaotolewa kwa sababu jambo lilikuwa bado limeombewa muda ili lije lifafanuliwe hapa ndani. Sasa muda ninaotoa kwa sababu naona mheshimiwa Gambo anaendelea kutaja mabilioni na sisi, kwa kweli, tunatafuta fedha ili ziende kwa wananchi zikafanye kazi, na sio kwamba zinatafutwa ili ziingie mfukoni mwa mtu. Kwa hivyo ni, ni tuhuma kama ambazo nilisema wakati ule kwamba mheshimiwa waziri akafuatilie. E, naona zinaendelea kutajwa tena bilioni nyingine. Kwa hivyo hili jambo tutalimaliza kesho hapa ndani. Kwa hiyo siku ya kesho, Mheshimiwa waziri utapewa nafasi mara baada ya kipindi cha maswali, ili tusikie haya mabilioni yanayotajwa hapa ndani yameelekea kona gani, na kama itakuwa inahitajika hatua zingine kuchukuliwa, basi wakati huo tutajua ni hatua gani zichukuliwe, ili tumpe nafasi ya kumsikiliza mheshimiwa waziri kwa mujibu wa Uh, mchango aliokuwa ameutoa mheshimiwa mbunge uh, hapo mwanzo na maadamu aliyosema leo yanahusiana na huo mchango, basi tutayashughulikia yote kwa pamoja siku ya kesho inshallah.